Kauli iliyotolewa hadharani hivi karibuni na mbunge wa jimbo la Kawe kupitia chama tawala CCM, askofu Josephat Gwajima kuhusu masuala ya utekaji nchini Tanzania na kisha kutoa ushauri wake nini kifanyike ili kuondoa matukio hayo ya kikatili, imeibua mjadala katika Bunge la Tanzania huku baadhi ya wa wabunge wakimshambulia na kutaka afukuzwe uwanachama. Hata hivyo baadhi ya viongozi wa dini wameibuka na kuunga mkono kauli ya askofu Gwajima huku wakiwataka wabunge waliomshutumu kujibu kwa hoja kauli zao, kauli za askofu huyo. Mwandishi wetu Deokaji Makomba anayo maelezo kamili kuhusu taarifa hiyo akiwa Dodoma. Miongoni mwa viongozi wa dini waliotoka hadharani kumkingia kifua askofu Gwajima ni askofu Emausi Mwamakula wa Kanisa la Uamsho la Moraviane, ambaye amesema kuwa alichozungumza Gwajima sio kipya, isipokuwa ni yale malalamiko ambayo viongozi wa dini, wanaharakati, watetezi wa haki za binadamu na wanasiasa nchini Tanzania wamekuwa wakisema, isipokuwa watawala wanafumba macho. Askofu Mwamakula ameenda mbali zaidi kwa kusema kuwa alichokizungumza Gwajima ni kweli na ni hoja kubwa ambayo inapaswa kujibiwa kwa hoja, na kwamba ipo haja ya kubadilisha mfumo wa utawala ikiwemo vyombo vya ulinzi na usalama viwe uhuru na utawala. Hivi vyombo vya ulinzi na usalama vinatumika, vinatumwa na mwenyekiti wa CCM. Kwa hiyo aliyosema Gwajima ni yale yale, ametumia tu gia nyingine, ni yale yale kwamba mwenyekiti wa CCM, rais, ana mamlaka na vyombo hivyo. Pengine hekima ya Gwajima ni kwamba ili rais wa Tanzania asilaumike katika mambo haya, punguze mamlaka hata ya kuwateua na kuwaondoa. Hilo la kwanza, lakini la pili, hizi kelele, bahati nzuri nimesikia mijadala ya bungeni na mijadala na mijadala ya nje baada ya Gwajima wakimjadili Gwajima, hawa watu wanajipendekeza kwa mtawala, lakini bahati mbaya sana watanzania wote sasa hivi wanajua kinachoendelea. Kauli ya askofu Gwajima imeibua mjadala katika bunge la Tanzania, huku baadhi ya wabunge wakimshambulia Gwajima ambaye ni mbunge wa jimbo la Kawe kupitia CCM kuwa kauli aliyoitoa hivi karibuni inapaswa kulaaniwa. Abasi Tarimba ni mbunge wa Kinondoni. Kuna mtu mmoja hapa ndani mwenzetu, mbunge tena, ana nafasi ya kuzungumza humu ndani, ana nafasi kuzungumza kwenye neki, ana nafasi ya kukutana na wakubwa. Ameanza kutuchokonoa. Mimi nakiuliza chama changu chama cha Mapinduzi, huyu bwana ana kadi ya chama huyu? Hivi basi tukae tu na mtu kama huyu ambaye anatusumbua, anatoa mifano ya kutisha? Kiswahili bwana, ni sisi watu wa pwani tunakijua, tumejifunza shule pia kitu kinachoitwa literature fasihi. Wewe unaanza kutoa mifano, unatoa mifano sema bandari ikiuzwa, sisi tunajua unalenga wapi ndugu yangu huko uliko. Jumamosi iliyopita skofu Gwajima alitoka hadharani mbele ya wandishi wa habari jijini Dar es Salaam akilaani na kushutumu mambo yanayoendelea ya utekaji nchini Tanzania, huku akisema kuwa kufuatia hali ilivyo hivi sasa nchini humu umefika wakati wa yeye kuongea na kukemea, kwani vinaathiri kwa kiasi kikubwa taswira ya taifa kimataifa na kuvuruga uhusiano wa kidiplomasia. Ninaomba niwaambie niwambie ukweli kwamba utekaji si utamaduni wetu wa Kitanzania na ni jambo ambalo halitakiwi kabisa kuwa entertained na mtu yeyote. Deo Kaji Makomba, DW.